Hivi tunakumbuka ile kauli ya Diamond Platnumz kwenye reality show ya Young Famous in Africa kuwa ana uwezo wa kurudiana na mzazi mwenzie, yani, Zari the Boss Lady muda wowote atakaotaka yeye, na Zari hawezi kutia neno lolote. Sasa bibi Zari bwana ameweza kufanyiwa mahojiano na vyombo vya habari kule Uganda, na Zari amesema kuwa anamjua Diamond ni mtu mwenye kiburi, hivyo anaweza kuongea chochote, lakini kwa upande wake haiwezekani, yani never eva ye na Damon kuweza kurudiana kuwa na mahusiano kama zamani, vingine hivyo watabaki kuwa wazazi tu. So em msikiliza Zari ambacho aliweza kukizungumza. So to me I'm like nah, that's your ego. I'm okay with it. Ehe, na wewe una lipi la kusema? Emsoge kwa upande wa comment hapo chini alafu niambie wewe unaweza kurudiana na ex wako yupi ambaye mliachana way back either kwa mambo mazuri au kwa mambo mabaya. Soge kwa upande wa comment hapo chini alafu niandikie niendelee kufahamika kama De Jumbo, toto la Kipare lenye mbwembwe na nyodo. Nikukumbushe tu, endelea kukumbatia mitandao yetu ya kijamii kwa wingi wa taarifa, habari pamoja na matukio. Kwa wakati mwingine, kwa heri.